Hello, habari. Leo nataka ni kuelekeza kwa haraka haraka, pa jinsi ya kutengeneza group la WhatsApp, yaani una jinsi gani unaweza ukatengeneza group lako la WhatsApp na likapata memba wengi kabisa, na nitakuelekeza jinsi ya kupata hawa memba wengi kabisa kwenye grupu hilo. Labda grupu hilo unatengeneza kwa ajili ya kufundisha elimu mbalimbali, au grupu hilo wewe unatengeneza kwa madhumuni labda, yala magrupu ya chuo, labda magrupu ya watu kumi, au labda grupu hilo unatengeneza kwa ajili labda Ia, sababu zako ambao unazijua wewe mwenyewe. Hebu tuenda pamoja, ni rahisi sana. Utakuja hapa. Ingia kwanza kwenye WhatsApp yako. Ukishaingia kwenye WhatsApp yako na maanishi kwenye ile application yako ya WhatsApp, kutaonekana sehemu kama jinsi inavyoonekana hapa, dashboard kama hii. Baada ya kuonekana dashboard kama hii, sasa njoo hapa. Umeviona hivyo vidoti vitatu utavikliki, lakini hakikisha hapa kuwa kwenye chats, sehemu hiyo hiyo kwenye chats. Sasa baada ya hapo utakliki hapo kwenye hivyo vidoti vitatu hivyo hivyo, kliki hapo. Ukisha gusa hapo hivyo vidoti vitatu, kuna menu itakuja. Hii menyu ikija tu, kuna neno limeandikwa new group, new group. Utagusa neno hilo, utaachana na neno mengine. Wewe gusa tu neno hilo lililoandikwa new group, kwa, kwa sababu lengo letu ni kutengeneza group la WhatsApp. Utagusa kwenye new group. Baada ya kugusa kwenye new group hu, itakufanya uchague memba mmoja ambaye atakuwa utamwadi kwenye grupu hilo au unaweza ukaadi memba ambao unahitaji wawe kwenye grupu lako, utachagua memba wote wale. Lakini kama hauhitaji kwenye simu yako, hapa kwenye namba zako za simu, kuwa na memba yoyote, utamwadi memba yoyote mmoja, kisha utakuja kumremove au kumondoa. Mfano mimi hapa, ngoja ni adi memba mmoja hapa, kwa sababu wakati unatengeneza group lote lazima uadi memba angalau mmoja kwa sababu kwa mekuambia add member sifuri mpaka kwa group lako, mpaka alifikishe member elfu moja na ishirini na tatu ndio lijae. Ngoja tu add member moja hapo, mimi nimempiga tiki mmoja, kwa hiyo nao utachagua mmoja hapo. Kumbuka hizi ndo process au mchakato wa kutengeneza group la WhatsApp. Baada ya kugusa namba moja, tusham select moja au tumemchagua moja, kisha utakuja hapa. Umeona hivyo vimshale niliponyoshea, utakliki kimshale kinachoonyeshea hapo, yaani ukliki hapo au gusa, utagusa hapo. Ukishagusa hapo, itafunguka kama hivi, itakuambia uandike jina la grupu Jina la grupu utaandika hapa, utaandika jina la grupu hilo, labda grupu hilo linahusu nini, grupu hilo familia, au grupu linalohusu labda elimu fulani, labda grupu hilo sasa. Ngoja mimi niandike grupu hili la nini. Hapo ni tu mfano, mfano mimi grupu hilo nimetoa, labda ni Shayia TV. Umeona hapa, jinsi mimi nilivyoandika, nimeandika Shayia TV. Baada ya kuandika Shayia TV hapo, nitakuja sehemu yenye katiki hapo, yaani ukishapiga tiki tu hapo, tayari ushatengeneza group. Sasa baada ya kutengeneza group, nitakuonyesha kuna setting nitakiwa useti, ili baadhi ya watu wengine wasiwifute hizo groupu zako. Wanaweza wakafuta groupu lako au wakafuta hiyo hiyo jina la group au unaweza wakafuta description. Sasa nitakiwa ufanye setting hizi hapa. Ukipiga tiki hapo, group litaanza kujitengeneza kama hivi, kisha group litakuwa tayari. Bila shaka unaliona group lilimeandikwa Shayia TV, ni group ambayo tumetengeneza sasa hivi. Hili hapa ndo group letu ambayo tumetengeneza. Sasa hivi yani, muda huu tumetengeneza group kwa njia hii na mimi nimeelekeza tu hapo kama mfano. Kisha hebu click sehemu hiyo, yani ilifungue group hilo na member mmoja tu ambaye ni wewe na mimi hapa. Mfano kama mimi hapa ni huyu mtu nilio muadi na mimi hapa. Kwa hiyo group lilishakuwa na watu wawili, mimi na huyo hapo. Sasa, ili kuweka hizo setting utakuja hapa. Takiwa uweke hata profile picha. Ngoja kwanza tuweke profile picha. Kwenye kuweka profile picha kwanza, click hapa juu. Yaani click hapo niliponyosha mshale, au hapa bonyeza hapo au touch. Ukisha touch utaanza kwanza kuweka profile picha. Kuweka profile picha utakuja hapo kwenye gallery. Utakuja hapo kwenye gallery ili uweze kuchagua picha hapo juu utaitafuta kwenye gari kisha utaweka profile picha kama hii. Tayari nimeshaweka hapo, group ilikuwa halina profile picha, tayari ilishakuwa na profile picha hii hapa, Shayia TV. Sasa ngoja tuweke group description, yaani group hilo hapo linahusu nini kwa ufupi, maelezo yake kwa ufupi utaweka hapo. Haya ndo maelezo yangu kwa ufupi ambayo nimeweka kwenye group description, haya hapa. Haya ndo maelezo kwa ufupi, bila shaka nasomeka vizuri kabisa. Baada ya kuandika maelezo haya, utaweka okay, yaani utakliki hapo okay. ukishaweka sha kliki ok tayari, ushakamilisha kuweka group description au maelezo kwa ufupi ya group. Bila shaka inaonekana kama hivi, maelezo kwa ufupi ya group lako ni haya hapa. Sasa maelezo haya ukishaweka tu bila kuweka setting chache, mtu anaweza akayafuta maelezo haya au akayabadilisha. Nitakiwa click sehemu hapa Utakliki sehemu hii hapo, iliyoandikwa group permission, kisha sehemu hii kama ilikuwa imewashwa huko utazima. Kama mimi hapa, send new message, wana wote member watakuwa wanatuma message. Kama utaki, group liwa admin only utazima hapa, yani wewe watu ndio unatuma message yeyote kwenye group, utazima hapo kama huhitaji hao memba wa wako wao na wao wa na adi memba wengine utazima hapa, lakini kama ukiacha hivi, maana yake hata memba ambaye yupo kwenye group anaweza kaadi watu wengine pia. Hebu tuende kituo kinachofuata hapa, nitakio ni kuonyesha jinsi ya kusambaza linki sasa ya group lako, ili group lako liweze kuwa na watu wengi sana. Unaweza ukasambaza linki tu watu wakajaa kwenye group bila hata kuadi memba ambao wapo kwenye group nalii kwenye kwenye contact zako hapo, au unaweza ukachukua namba za groups lingine ukaanza kuwaadi sasa. Hivyo huo watu wengi huwa wapendi huwa na left group, kwa hiyo nitakiwa ushare tu link kisha waingie wenyewe kwenye group lako kwa hiari yao bila kuwalazimisha hasa wakati unataka kualika watu wengine kwa kutumia link, utakuja hapa, utakliki hapa sehemu alioandikwa invite link. Ukiklik mara moja tu au tunasema ukigusa mara moja tu, itakuambia itakuja sehemu kama hii hapa, utakuja kwenye hapa So, mimi niliandika copy link. Usipate shida hata kwenye send link via WhatsApp. Wewe njoo kwenye copy link. Ukisha copy itakuwa tayari imeshajikopi yenyewe automatic. Unagusa tu mara moja. Baada ya gusa mara moja, utaipaste hapo kwenye group lako kama jinsi mimi nilivyopaste. Link yangu niliyoikopi hapa tayari imekuja kabisa na profile picha ya group. Baada ya kuipaste hapa, utaclick hapa ili link hiyo iweze kuingia kwenye group lako ili na watu wengine waweze kuishare kwa watu wengine kabisa, au kuisambaza kwa watu wengine. Kwa hiyo link hii hapa utasambaza ma group mengine ya WhatsApp, au unaweza ukasambaza kwenye mtandao wa Facebook, ili watu waweze kujoin au kujiunga kwa urahisi kabisa. Leo nilikuwa naelekeza njia rahisi kabisa ya kutengeneza grupu la WhatsApp na ni rahisi sana. Bila shaka umeelimika na elimu hii. Endelee kufuatilia elimu hizi katika channel hii ya Shayia TV na kutakia siku njema.